kufuatia serikali kuweka zuio la kutotoka nje siku ya Desemba 9 2025, kufuatia sherehe za siku ya uhuru, ambapo siku hiyo pia kulitangazwa maandamano ya amani ambayo yangefanyika nchi nzima. Na maandamano hayo yalitangazwa takribani mwezi mmoja uliopita na wanaharakati mbalimbali na makundi ya watetezi wa haki za binadamu wakitaka maandamano yaweze kufanyika dhidi ya serikali iliyopo madarakani serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye pia aliapishwa takriban mwezi mmoja uliopita kufuatia kutamatishwa kwa uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29, 2025. Katika uchaguzi uliopita ifahamika kwamba ilitokea matukio mengi ya vifo vya wananchi pamoja na matukio mengine ikiwemo uchomwaji wa mali za watu binafsi pamoja na mali za umma, kitendo ambacho kimeibua taswira nzito juu ya maridhiano ya kitaifa ambayo sasa serikali imekuwa ikianzisha juhudi mbalimbali kuhakikisha kwamba utekelezaji na urejeshaji wa amani pamoja na mshikamano ndani ya taifa unaendelea. Siku ya juzi Disemba 9, ilikuwa ni siku ya kusherekea uhuru wa miaka sitini na nne ya Tanzania, ambapo sasa katika siku hiyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kwa waziri wake mkuu Mwigulu Nchemba aliweka wazi na kuwataka wananchi ambao hawatakuwa na shughuli yoyote kuketi nyumbani ili kuweza kusherekea sikukuu hizo. Hata hivyo, viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama waliibuka hadharani na kuweza kuzungumzia siku hiyo, huku wakiwataka wananchi kuendelea kusalia majumbani mwao. Kitendo hicho cha kuwazuia wananchi kutotoka majumbani mwao na kuwataka endelea kusalia majumbani mwao kimeibua taswira nzito kimataifa ambapo siku ya jana pia, msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa alisema kwamba Tanzania imeonyesha dunia namna ambavyo nchi hiyo ilivyo na amani. Kamati ya mahusiano ya mambo ya nje nchini Marekani kupitia kwa maseneta wake wametoa taarifa kuhusiana na kila ambacho kilijitokeza siku ya Disemba tisa, siku ambayo ilipangwa kufanyika maandamano makubwa na maandamano endelevu katika taifa la Tanzania, kufuatia vyombo vya ulinzi na usalama kuweza kuyadhibiti maandamano hayo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa, kamati ya mahusiano ya mambo ya nje nchini Marekani wamesema kwamba Watanzania walisherekea siku yao ya uhuru chini ya hali ya kufungwa pamoja na ulinzi mkali wa usalama. Vikwazo vya mitandao ya kijamii na makusanyiko yasiyoruhusiwa yalipigwa marufuku ili kuzuia maandamano yaliyotarajiwa. Vurugu za hivi karibuni zilizosababisha vifo na ukandamizaji wa kitaifa wiki hii zinaonyesha kuwa Tanzania si mahala pa utulivu wala mahala ambapo uwekezaji wa Marekani wanaweza kustawi. Hii inaweka hatarini mamia ya makampuni ya Kimarekani na inafanya wazi hitaji la dharura la kukagua uhusiano wa kidiplomasia na uwekezaji unaoungwa mkono na Marekani.